Unipungia mkono pale mlipo, na kwaya ya Kijenge itakwenda kuimba makaburini. Tunaomba msogee makaburini tafadhali, kwa haraka kidogo. Kwaya ya Kijenge ndio ambayo itaimba pale makaburini, na hata wengine wataendelea kuimba katika maeneo ambayo watakuwepo, utawapa nafasi. Ni simanzi nzito ni huzuni iliyoigusa jamii kwa ujumla. Leo machozi yamekuwa lugha ya wengi. Vilio vimesikika na nyoyo za watu zimeungana katika majonzi makubwa. Umati mkubwa wa wananchi umejitokeza kwa wingi kushuhudia tukio hili la kusikitisha, tukio lililoacha maswali mengi na maumivu yasiyoelezeka. Huu ni msiba uliogusa mioyo ya wengi na leo Afro Media TV ipo kukuletea taarifa kamili, habari za wakati huu. Mtazamaji wa Afro Media TV, karibu kwenye chaneli yako pendwa ya habari na matukio ya uhakika. Mimi ni nikikuletea taarifa hii ya huzuni kubwa, ambayo imewakutanisha watu wa rika na kada mbalimbali, wote wakija kutoa heshima za mwisho na kuonyesha mshikamano katika kipindi hiki kigumu. Leo kumeshuhudiwa umati mkubwa wa watu uliojitokeza kwa wingi kushiriki katika tukio la msiba, hali iliyoonesha jinsi tukio hili lilivyogusa hisia za wengi. Kuanzia asubuhi ya leo, wananchi walionekana kufurika kwa makundi mbalimbali mbali, wengine wakiwa na nyuso zenye huzuni, wengine wakilia, huku wengine wakikaa kimya wakitafakari. Viongozi wa kijamii, ndugu, marafiki pamoja na wananchi wa kawaida walionekana kuungana kwa pamoja kuonyesha mshikamano, faraja na upendo katika kipindi hiki cha majonzi. Katika msiba huu, ujumbe mkubwa uliobainika ni wa umoja, upendo na mshikamano ambapo wengi walisisitiza umuhimu wa kushikamana wakati wa misiba na majaribu. Tukio hili limeacha funzo kwa jamii juu ya thamani ya utu, mshikamano na kuheshimiana, hasa pale maisha yanapokatizwa ghafla. Afro Media TV itaendelea kufuatilia na kukuletea taarifa zaidi kadri zitakavyopatikana. Ni hayo kwa sasa, mtazamaji wa Afro Media TV. Tunaendelea kutoa pole kwa wote walioguswa na msiba huu na tunawaomba wananchi waendelee kudumisha amani, mshikamano na upendo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii ili ujumbe wa faraja uwafikie wengi zaidi. Asante kwa kutazama Afro Media TV, sauti ya jamii.